Nahitaji tuombe. Nimeona maono usiku wa kuamkia leo. Amen. Yeye maono amenisumbua sana. Amen. Yeye ni kofuri ndogo lakini, nimeona kofuri kubwa yenye uzito ambao siwezi kuubeba kwa mkono. Then aliona kofuri imefunguliwa. Amen. Then nikaona mtu sikumtambua, ila baadae nikasikia sauti. Kaona mtu amekaa Kwenye, me, kwenye meza amekaa hivi ameweka ame Amen. mkono kusoma, then ikaona kofuli kubwa imeweka kinywani, inafungwa inafungwa inafungwa, kofuli na inafungwa mdomoni, ipuksha kufungwa ufungwa. Amen. Amen. Ukatukwa, then ukatokea ukimya ambao ulikuwa ni ukimya, sikuuelewa vizuri. Ile alikuwa ni ukimya. Baada ya ukimya, ikawa machapisho mengi kila mahali, kelele nyingi kila mahali, ikawa na shangaa maono hayo na mimi nikaanza kushangaa, kwani jambo hili. Nipo sauti ikaja kwa sauti kubwa, sauti kama upepo inapiga masikioni mwangu kwenye maono k nakieekuuna dirisha pepo mkali sana kwenye masikio, nikasikia sauti nasema, mwombe waziri mkuu, mwombe waziri mkuu, mwombe waziri mkuu, mwombe waziri mkuu. Kwa hiyo ni wasina na niwa ni waombe sana

kunifundisha vitu vingi. Nikaona mwamba mkubwa sana, ule mwamba ni jiwe. Jiwe inapasuka, amen, ni mwamba unapasuka. Watu wakitegemea mwamba utoe maji, lakini mwamba ukatoa Nnikamuliza Mungu, kwa ni mwamba unatoa damu? nikaona rangi ya majani Amen. Amen. Ile damu ikageuka kuwa rangi ya majani, ilikuwa ni majani mengi yamesagika, kama vile watu kisamu, kwa ikaona kama kisamu cha majani, yani damu ikageuka kuwakama kwa hali ya kisamvu chepitu kama jua. Kwa hiyo ikatoka kwa hali ya damu, hika wakisamu. Ikaona ule mwamba umepasuka pasuka kipande, kiko huku, kule, hiki kwa Amen. Amen. Amen. Mungu akaniambia, hayo maono yaandike. Mwamba mkubwa umepasuka. Amen. Watu wenye maji, katikati ya kutoka maji. Hayo maja kduka kuwa hali ya yeah, ya kijani, ya kijani kijani deni ule mwamba ukapasuka upande huu upande huu upande huu upande huu, ndipo Mungu akasema hiyo benchi yako mm. Amen, hiyo benchi yako, hiyo benchi yako, amen. Amen. Wenye kusikia na akili amen. Wataelewa. Amen. Praise God wenye kusikia na akili wataelewa wata. Mwamba ni mkubwa unapigwa kutolewa maji maji, baada ya kutoka kutoka damu na hiyo damu ikageuka ghafla kwa majani kama kisamvu, umejipanga umetoa mchuzi wake, ile rangi ile imetapakaa, kipande kiko huku kwenye ule mwamba, kipande kiko pale, kiko pale. Haya maono Mungu akanipa kwa jaza hizo, akasema yule nchi kwa hiyo, naomba kanisa mwombee waziri mkuu, mwombee nchi yenu.

Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya nchi yangu, ninaomba kwa ajili ya nchi yangu, ninaomba kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya viongozi wote, kwa ajili ya viongozi wote, asante Bwana Yesu, neema yako ya ajabu, neema yako ya ajabu, ikae pamoja nasi, ikae pamoja nasi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Bwana Mungu aliye hai, Bwana Mungu aliye hai, asante Kristo, asante Kristo, wema wako, wema wako, ufunike viongozi, ufunike viongozi, ufunike Tanzania, ufunike Tanzania, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Bwana Mungu aliye hai, Bwana